Mlo mtamu hauhitaji tangazo, harufu yake huongea jikoni. Ni pishi la pilau tayari kwa kuliwa katika mtaa wa mafisa manispaa ya Morogoro. Hapa kuanzia majira ya saa tatu asubuhi, foleni huwa kubwa kwa ajili ya kujipatia pilau. Huyu ni Philipo Kilongola, maarufu kwa jina la Philipo Mapilau. Mwaka elfu mbili na kumi na saba alianza biashara hii na kilo kumi na tano za awali, lakini leo anapika hadi kilo themanini kwa siku. mpaka sasa hivi kwenye kazi na miaka saba na nilianza hii biashara siku moja, tutulikuwa tumekaa nami, ilikuwa kwamba kupika nilikuwa nafahamu sitosha, napika kwenye mashughuli aina mbalimbali, kwa hiyo nikasema tu hemu, ngoja nami ni nijaribu kama wenzangu wanavyofanya. Wateja wake ni madereva bodaboda mabachela na familia kwa wingi. Kilaolake si chakula tu, bali ni sehemu ya maisha yao ya kila siku. Nimechagua maeneo haya ya uswahilini kutokana kwamba na mahitaji ambayo kwamba, kwanza nimepiga mahesabu tu ni marefu, ambapo kwamba kusema kwamba uswahilini, yani huku tulipo ni watu wa hali ya chini, sawa. Kwa hiyo ina inamaana huku unapofungua biashara yako kuna vijana wengi, kuna bodaboda boda, kuna madereva bajaji, wengi wao hawajaoa. Ina maana huku inatusaidia kwamba bodaboda kwa mfano anapiga mahesabu saa ingine kwamba nikitoka hapa mimi saa hizi nikienda kwa Filipo, nikienda pale labda naenda saa sita nakula chakula changu cha elfu moja mia tano asili yake kwamba kila muda mwingi ni maji, na ukiwa unakunywa sana maji na maana hata ile shibe yako kutoka inakuwa kidogo. Mtihani, ni kipi hasa kilimfanya ajikite kwenye pishi hili? Aliamua kujikita huku kwenye pilau, maana asilimia kubwa ya Watanzania chakula chao pendwa ni pilau. Wachache sana utamkuta mtu anataka ugali labda anataka ubabua maji wachache sana. Unakuta asilimia watu wengi wanapenda pendelea sana chakula cha pilau. Ana mengi ya kujivunia juu ya kazi hii ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimenufaika na vitu vingi sana, isitoshe kupata vyombo. Maana hata kapindi naanza nilikuwa sina vyombo, maana sufuria kama hii dukani kuikuta naweza ukaukuta ukauziwa milioni moja na, na laki mbili na laki tatu mpaka tano, sufuria hii design kama hii. Sasa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka yote hiyo nilokuwa nafanya kazi imenufaisha vitu vingi tu. Licha ya mafanikio hayo, changamoto hazijamwacha kando. Mteja mwingine unakuta anataka akija na chakula cha buku anataka aondoke na ndizi mbili, mwingine unakuta anataka ndizi tatu. Sasa inakuwa changamoto ni nyingi tu. Pilau lake linavutia wateja hata wa nje ya mtaa huu. Pilau la hapa ni nzuri kiufupe, omba mimi mwenyewe linanikosha kwenye moyo wangu, pia bei zake ni nzuri. Kwa hiyo ndio maana nimependa ni huduma yake, nimekuja mpaka huku. Ah, mimi chakula changu wanachukua mara nyingi hapa pamoja na familia yangu. Sasa una siku naweza labda nikaamka sijisiki kupika. Kwa hiyo najua kabisa nikienda nikuta pilau la 5000 hapa mchana unapita. Ah, ladha yake kwa kweli ni nzuri. Chakula chake ni kizuri. Mchuzi wake unaokula nao chakula ni mzuri pia na mara kila kitu kizuri kwa kifupi. Pamoja na mambo mengine Philipo ameiomba serikali kuwapa kipaumbele vijana ambao wameonesha uthubutu wa kujiajiri kwa kuwapa mikopo. Theresia Mwanga, habari wikendi, Morogoro.